uangu leo tunaimaliza kitabu chetu Riyadul Badia, tuwe pamoja mpaka kumaliza inshallah. Mwenyezi Mungu atuwafikishe na tupate thawabu za kukamilisha kitabu hiki. Ukurasa wangu ni ukurasa wa 60. Hatima, huu ni mwisho yambari likuli shakhsi inatakikana kwa kila mtu anyaksida, akusudie bi jamii amalihi, akusudie kwa matendo yake yote akusudie, waje Allah taala fakat, dhati ya Mwenyezi Mungu aliyokuwa mtukufu tu, kwamba mimi naswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, nafunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Chochote unachokifanya umkusudia Allah subhanahu wa taala, ndio sheria. hata yakuna min almuhlisin mpaka awe ni katika wenye kumtakasishia Mwenyezi Mungu. Hata yakuna mpaka, awe minal mukhlisin, ni miongoni mwa wenye kumtakasishia Mwenyezi Mungu matendo yao. Wa ila, na kama si hivyo, fa huwa min ahli riyai, atakuwa yeye ni katika watu wa ria, alladhina yalabu bihimu shaitan, ambao anawachezea wao shaitani. Waila, na kama si hivyo fahuwa min ahli riai, itakuwa yeye katika watu wa ria, alladhina watuwaria, ambao yala abu bihi shaitwani anawachezea shaitwani, wala yajiduna Li amalihim thawaban, wala hatapata li amalihim thawaban wala thawaba li amalihim kwa matendo yao thawaba thaabu zoyote, yaumal qiyama, siku ya kiyama hawana malipo. Wa ayasuna almuamala pia anaotekana kwa mwanadamu afanye vizuri matendeano, miamala yake afanye vizuri majamiil khalqi afanye vizuri pamoja na viumbe wote. fi jamii umuri dunia wa din, katika mambo yote ya kidunia na ya kidini afanye miamala mizuri, kuoa, kukopesha, litakuwa salima la akiba, ili awe na mwisho mzuri. litakuwa ili kuwe kwake ni salima la akiba, ni mwisho mzuri. idha lakiya Allaha taala, pindi akikutana na Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka wa yaduma ala wudu na adumu juu ya kutia udhu wa yaduma na adumu ala wudu ya kutia udhu mastatua kiasi anachoweza, wa yakthura na akithirishe min dhikri llahi taala kumtaja Mwenyezi Mungu aliyokuwa ametukuka, wa yakthura na akithirishe min dhikri llahi taala kumtaja Mwenyezi Mungu aliyokuwa ametukuka, wa tilawatil Qur'an na kusoma Qur'ani fi jamil awqati katika nyakati zote, awe anasoma Qur'ani. Hususan na awala nahari wa akhiruhu, hasa hasa mwanzo wa mchana na mwisho wa mchana, jioni jioni. Wa awalu laili wa akhiruhu, na mwanzo wa usiku maghaibili na mwisho wa usiku, kwenye saa nane, saa tisa, kumi. Wa an yukthira, na akithirishe min swalati nafila, swala za sunna, wal <coughs> istighfar, na akithirishe kumtaka msamaha Mwenyezi msamaha Mwenyezi Mungu, hususan akhiral <coughs> layl, hasa hasa mwisho wa usiku. Vilevile akithirishe mina salati ala nabii, kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hususan hasa kuhusu yaum aljuma, siku ya aljuma, wa lailataha, na mchana wake, kwa mina dua ina, akithirishe kuomba dua, hususan fil asfari au isfari, wakati wa kuzagaza zagaza jua, wa majamii l khairi, kwenye mikusanyiko ya khairi watu wamekusanyika wengi pale, ni vizuri kithirishe dua, wale wameghafilika, wazungumza mpira wee, wamwomba Mungu wa inda shiddatil karbi, na zamani za ubora wa mateso, watu wapigana wa vita, au mtu ana maradhi pale, unaomba Mungu wa minasiami na nakithirishe kufunga hususan fil ayami lfadila, hasa hasa katika siku zilizobora sawa kal ashuru l hurum, kama miezi mitukufu, wa yauma ashuraa, na siku ya ashuraa mwezi kumi mfungo nne, wa ashri dhilhija, na siku kumi za mfungo tatu, wal ithnain wal khamis, na Jumatatu na al khamis, wa an yaj'al al khawfa min Allah ta'ala na ajalie hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu aliyokuwa ametukuka. Nasba ainaihi, ndiyo kusimamisha macho yake mawili. Macho yake ameyasimamisha kwa kumwogopa Mungu. Ala dawami, juu ya kudumu ya mwogopa Mungu. Fa innahu sababu litasili kulli khairi, hakika unaposimamisha macho yako kwenye hofu ya Mungu ndio sababu, ni sababu litasili kulli khairi, ya kupata kila khairi Walbudi na sababu ya kuwekwa mbali ankuli suhi na kila uovu. wala ya'sa min rahmatillah, wala askati tamaa na rehema Mungu, wala ya'sa wala askati tamaa min rahmatillah, na rehema Mungu, fa inna al ya'sa min al kaba'ir, ay kukata tamani katika madhani mako mtu anapenda wenye kutubia. Allahumma jalna minhum, wala yulazima takwallahi wa an yulazima, suala yulazima, wa an yulazima na kulazimiana na takwallah kumcha Mwenyezi Mungu taala <coughs> fi jamii ahwalihi dhahira wal batina wa katika hali zake zote za dhahir na za batin, fa inna llaha kwa Mwenyezi Mungu yuhibu lmutakin anawapenda wachaji Mungu, waanybuwaanyabuda najeke mbali an adhiyati lkhalki na kuwaudhi viumbe waanita sabubi na kuajeke mbali na kusababisha waanita sabubi ajeke mbali na kusababisha fiha kwaho viumbe katika kuwaudhi bighairi haki, pasi na haki yote. waanitasabubi na ajiepushe na kusababisha fiha katika hao kuwaudhi viumbe bi bighairi haki, pasi na haki yote. waanyukhalisa nafsahu mastata na aitakashe nafsi yake kiasi anachoweza, min hukuki lahi na haki za Mwenyezi Mungu subhanahu wa subhana wa taala, wa ayukhalisa na azitaka aitakashe nafsahu nafsi yake mastatwa kiasi anachoweza, min hukuki lahi na haki za Mwenyezi Mungu taala. So, taala hali ya kuwa ametukuka. Waliusi bidhalika imeruka wa hukuki lahalki, vile vile aitakashe nafsi yake na haki za watu kabla ya hurujihi minadunia, kabla ya kutoka kwake kutoka duniani, walau bilmusamahati min ahliha, ijapokuwa kwa kutaka msamaha, kuwataka wenyewe wamsamehe au ambao alichukua haki zao, walihusu bidhalika na ausie hilo ila myatamakani minhu, endapo hakuweza kuwataka msamaha fi hayatihi, katika uhai wake Waliakun harisan ala almudi, vile vile awe ni mwenye kupia juu ya kujeka mbali, ama asilahi taala, kuepukana na masi ya, ya kumwasi Mwenyezi Mungu anakuwa ametukuka. Kal kadhibi, kama vile kusoma urongo wa shahada, tizur, na kushuhudia urongo, wal imani alfajira, na imani ya uovu, wal khawdi fi aradi nasi, na kuingilia katika makusudia ya watu, au heshima za watu, wal khawdi, na kuingilia fi aradi nasi katika hishma za watu walifsada, na kuharibu fiima, katika mambo ambayo baina hum yako kati yao, walifsada na kufanya uharibifu fiima baina hum, katika mambo ambayo yako kati yao watu, wala hasad, vile vile aache kuhusudu watu, wa hairi dhalika, na so kwa hayo. Waliwajibu ala tuati maulahu, na adumu juu ya twaa ya kumtii mola wake, waliwajibu na adumu ala tuati maulahu, juu ya kumtii mola wake wayushghila biha, ashughulike na hilo aushughulishe na hilo, au kata aukatahu, wakati wake muddata hayatihi, katika muda ya uhai wake. Wayushghila biha, au aushughulishe kwa hilo la kumtii Mwenyezi Mungu, au kata au aushughulishe wakati wake muddata hayatihi, katika muda ya uhai wake. Fasa an yatiahu almaut, huenda akamjidia yeye mauti, wa ala halati maridhia, leo yuko juu ya hali ya kuridhiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wataala fayalkallaha taala atakutana na Mwenyezi Mungu, kwa wahuwa radin anhu, na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu kwa radhi naye, nasaluhu subhanahu wa taala tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, waa wanatawasal ilayhi na tunatawasal kwa Mwenyezi Mungu, bijahi akramil khalqi kwa jaha ya mtukufu wa viumbe wake, alaihi juu yake, ayuamilana Mwenyezi Mungu tunamwomba, atuamilishe sisi, atutendeshe sisi biridha, kwa radhi yake ana akituridhia sisi fi fidunia wal akhira, duniani <coughs> na akhira. Wa hususan ni inda kabid arwahina, na hasa hasa atuamilishe yani atutumishe tufanye matendo mema wakati wa kuzika, kuzipokea au kushika roho zetu, fi kuburina katika makaburi yetu wa yauma alfaza il akbar na siku ya faza kubwa, ma usuli na pamoja na wazazi wetu wa furuhina na watoto wetu wa washina na watu walio kando kando mwetu washiahina na mashehe zetu wa hibbatina na wapenzi wetu walmuslimin na waislamu alahya minhum walmayitin walio kuwa hai miongoni mwa watu na walio kuwa maiti subhanaka Allahumma, kutakatana mani kwako, e Mola wangu wa haki, wa bihamdika, na ali akuvana na mimi na kusifu yeye nakusifu wewe, ashhadu nla ilaha ila anta, nakili kwamba hapana mola abisae kabda la wewe, astaghfiruka na kutaka msamaa, watubuileka narejea kwako, wlhamduliahi rablaamin, na sifa njema ziasiki Mwenyezimgu bwana vyumbe hamdan, kushukuru ambako yuafinimahu kunatosheleza neema zake, wayukafi mazidahu na kunaafikiana na ziada zake ya Rabbana rabana lakalhamdi, bwana wetu nazakuesipa njema kama yambaghi jalali liwajika, kama inafutakana kwa utukufu wa dhati yako wa waaadhimi sultanika na ukubwa wa ufalume wako. Allahumma wa barik ala sayidina Muhammad abdika wa wa wanabiika warasulika ummi wa ala ali sayidina Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ali baitihi kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majidun. Tamati riyadha al badia, imetimia riyadha al badia, hapo ndio mwisho. Wallahu alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Kazi yetu ni kutwali kuangalia kwenye matatizo. Simu zangu zapigwa muda wote, nipigie, tutaparekebisha inshallah, bi idhnillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.